Wakati viongozi walisema watakuja kusaidia wananchi, walikaa wakisubiri, lakini hakuna aliyeonekana. Lakini cha kushangaza sasa, tiktokas wa Kenya wakaamua kuungana na kwenda moja kwa moja hadi odha ya Nyeri kumsaidia kijana anayejulikana kama Kaluma Boy. Na sasa sio tu wa Kenya bali hata Watanzania wameguswa na jambo hili. Lakini je, hii ni ishara ya kizazi kipya kuamka na kuchukua hatua badala ya kusubiri wanasiasa? Leo tutakuletea maoni ya Wakenya na Watanzania walioguswa na kisa hichi cha kipekee. Kwanza kabisa wacha tuanze na huyu mama Mkenya anaeleza wazi kwa ya kwamba Wakenya walikaa wakisubiri viongozi wafanye kitu, lakini hakuna kiongozi aliyefika. Kwa hiyo wananchi wakaamua kujipanga na kusaidiana wao wenyewe. Hii ni kauli inaonyesha uchungu wa wananchi, lakini pia mshikamano wao. Pia umeona watu wenye wameenda kwa kina huyu kijana hey! Wakenya walingoja watu wakuja kuwasaidia. Wakenya walingoja viongozi wakuja kuwasaidia. Wakapata hakuna mtu anakuja kuwasaidia. Wakaamua kujisaidia wenyewe kwa wenyewe. Hawataki kujua wewe ni kabila gani, hawataki kujua unaitwa nani na unatoka wapi. Mumeona watu wenye wameenda kwa kina huyu kijana. Imagine wana, wanasanyana wamekomboa mabasi. Hmm? Wengine wana, wanasanyana wanaeka mafuta personal cars. Wengine wanachukua manduzi kwa kina huyu kijana kumejaa kujaa. Mungu awabariki Wakenya, na tusikubali mtu atutenganishe wa tena. Wakenya wataki kujua unaitwa nani, hawataki kujua unatoka wapi. Umoja ni undugu, sisi ni mabrothers na masiste. Itabidi hey, tukae hivyo kwa sababu tuliwachagua kuja mtusaidie, walitusahau. Mtu anaenda huko, kumbe anakumbuka tumbo yake. Sisi wenyewe tujisaidie wenyewe kwa wenyewe. Mungu awabariki Kenya. Kisha akaja mmoja wa TikTokers maarufu sana nchini Kenya anaitwa Truth Watchdog. Alisema anajivunia sana mshikamano wa Wakenya na kufurahishwa kwamba wanasiasa wakupewa nafasi ya kuleta siasa kwenye tukio hili. Yes, na nimeona hii tena and I'm so much amazed by how we can be humans at times. Kenyans tukiamua una get, hakuna ati ukabila, hakuna ati sijui ni wa wapi zi, tunashikana pamoja, alafu kitu meni bamba mume ashame all the politicians all the so called leaders of both the area eh, hiyo area yao ya Othaya pamoja na Kenya mzima yenye ubo alikuwa anajaribu ku Uh, kuplead nao kwa mitandao, msaidie buda wake aweze kupata matibabu. Wakamlenga TikTokers, watu wenye wana job mnaitonga hmm? Jobless watu wa tap, tap hakuna kitu, ile ten bob yako, ten bob yake, ten bob yani, uh, TikTokers nini moto. I wished, I just wish the unity you've shown for this young man eh? Despite the fact that uh, kuna tu kampuni tumejitolea hapo oh, utakuwa nini, si unajua kuna zile kampuni za tragedy tu zinangojaga tragedy ndio kuja kuwa ambassador, but that is also another uh, inetwaje tunasema addition juu Msia kisimami kijana, I hope uh, one of the content creators wanyo kumeko kwa market kama kina Chris, MC Chris na wengine. Mtasimama na kijana so that anapatiwa deal poa kwa ase watu wanasema atakuwa ambasada wao. Right? Ndio apate hiyo do aweze kutreat a buda yake, and probably arudi shule aache kuchuna majani, una get? So I'm so much impressed and I'm so much, uh, humbled by this, by the way. Mi sitajifanya nilikuwa huko, sikukuwa, uh, I was caught up elsewhere, but I really really want to appreciate all TikTokers, nyinyi wote maze, ameni amaze, meni bamba mbaya sana. Eh, so politicians manze, mmekewa hii kidole na TikTokers, yani Wakenya na motu yanaisieti lazima mkaam. Sieti mnahitajika sana. And I wish Kenyans we can unite like that against tribal politicians. Unaona wapo politicians sayi washajuwa sayi wao ndio Mkikuyu. Wao mkale mkaale, wa mjaka. Eh, Mluya. Eh na wazazi wetu hawa, wazae wa time wa yao imeshapita. Sasa ndio wanajua weni trap gani. I wish my youth na wakenya wengine of goodwill you can just unite like that you, you are not on tribal basis you don't care about tribal basis you don't care whether you are rich or you're poor you don't care where you come from all you care is about accountability humanity based on that nakwambia hizo characters zinazafanya tukachange dunia yetu but thank you so much mazejo mimi nime appreciate So so okay? Sauti haikusimamia Kenya pekee. Kutoka Tanzania kuna huyu kijana aliona mshikamano huu kama mfano bora wa umoja. Alisema Wakenya wameonyesha mshikamano wa kipekee, jambo ambalo linawafunza mengi kama jirani zao. Yes, mambo vipi? Kiukweli ni wapongezi wa Kenya. Mmeonesha moyo wa kibinadamu sana kwa mlichokifanya kumsapoti huyo bwana mdogo Kaluma Boy ambaye baba yake amepata na stroke. Kiukweli mmejitokeza azifu kama yes, yani mmefanya kitu kikubwa sana. Mmeonesha Wakenya ni wamoja kiasi gani. Kiukweli nimejifunza. Nimejifunza unachotakiwa kuwa wamoja ili msaidiane. Bwana mdogo naamini kupitia nyinyi wa Kenya maisha yake yatabadilika sana na mambo mengine ataenda vizuri. Kiukweli, kiukweli mmefanya kitu poa sana kwa Kaluma Boy. Yaani hata mwenyewe atafarijika saa taisiye kweli wa Kenya wazangu wanalipenda. Kiukweli, kutoka moyoni. Mimi Mtanzania, lakini nimependa sana kwa kujitolea kwenu, umoja wenu mlioonesha kumsupport huyo bwana mdogo. Bwana mdogo ni maskini, baba yake ndio hivyo ana stroke. Kwa mlicho kifanya, naamini kitamfungulia dunia na maisha mengine ataenda vizuri kabisa. Wakenya mna kitu, Wakenya nyuwa moja sana, yaani nyua wa Wakenya mna moyo wa kujitoa kweli kwa Wakenya wenzenu. Respect kwenu nyinyi mmefanya. Na sio tu ujumbe wa pongezi bali pia ushauri. Moveni, mmoja wa content creators wakubwa Tanzania, alielekeza ujumbe wake moja kwa moja kwa Kaluma Boy akimwambia kwamba tayari amefanikisha mengi na sasa anapaswa kutumia nafasi yake kwa makini zaidi. Wakenya, Wakenya, Wakenya Kenya. Ni ujumbe naomba mfikishie Kaluma Boy. Eh, naomba mfikishie Kaluma Boy. Eh bwana eh, Kaluma Boy ame make it, amepewa pesa nyingi sana na watu wema, watu wa Kenya. Eh, sijajua na watu wengine kutoka mataifa mengine wamejitoa. Sasa hivi ni star, ana trend hii. Sasa hivi ni brand ambassadors wa makampuni. Eh bwana eh, naomba nimpe huu <laughs> oh, ujumbe. Eh, katika hiki kipindi cha yeye ku trend na kupata pesa nyingi, namshauri ajiepushe na vitu vitatu. Mm. Ha, kwanza ajiepushe na wanawake, mm. <laughs> Wadada wana vi crop top over high heels, wanaopa vikoto e, ambao waliotoboatobwa vipini, wanaopaka wanaopaka mablichi Nairobi, Mombasa. Kaluma Boy, please stay away. Hey, at this time <laughs> pesa zinaeyukaga hey, hey, hey, jiepushe na watoto wa kike hmm. Kama unakuona mpenzi wako mmoja lakini, jiepushe na wanawake. Ukiwa na pesa, wanawake watakuja, jiepushe nao wa. Kitu cha pili, punguza marafiki hivi hmm. Sasa hivi kila mtu anakuona anategemea kwamba wewe ni mtu ambaye akiwa karibu na wewe anaweza kawa pata chikitu, chuchote, kitu chochote kitu au bwana, jiepushe na hicho kitu eh. Kula na ulio chuma nao, saidia familia yako kama ulivyo ulivyopewa hiyo pesa eh, msaidie baba yako kama hivyo nini, maisha yaendelee. Kitu cha tatu, jiepushe na makundi yanayojihusisha na masuala ya ya, ya, ya starehe starehe nyingi kama mali sijui na nini, achana nazo. Kaluma Boy, wewe ni mdogo wangu. Mm. You are my young brother. Achana <laughs> nao. Anyway, big up, shout out kwa Wakenya wote mnaojitoa kumsupporti, kusupporti familia ya Kaluma Boy. This is the big big thing, big news all over the world. Ni taarifa ambayo imewagusa watu wote ulimwengu mzima. Kaluma Boy, big shout out. Saidia familia, saidia watu wako karibu. Lakini pia, kama unaamini kwamba ipo siku yako na uta make it utatoka katika matatizo, unayapitia changamoto, ukosefu, uh, wa mahitaji ya muhimu kwenye maisha yako. Ipo siku utatoka huko. Naomba ukomenti neno amen. Lakini pia usisahau kwenda kusikiliza wimbo wangu unaoitwa Ipo. Huu wimbo ni wimbo ambao nimeudedicate kwa watu wote ambao wanajitafuta, ambao bado hawaja make it in life. So ukiusikiliza huo wimbo utaku utakustrengthen utakupa nguvu, utakuwa strong, utakumotivate, utakupa imani kwamba na wewe ipo siku yako ambayo haiko mbali. Wimbo umetoka, una lisari moja sasa hivi YouTube, make sure umeenda kumsikiliza. Hala Wakenya, nawapenda vipi! Watanzania nawapenda vipi! Wabongo, watoto wa, wa Dar es Salaam, Mombasa ile, Kisumu, Naivasha, Dodoma, Singida, Tabora, Morogoro, Kisii, ushago, nawapenda vipi! Hala, big shout kwa watu wote wa Kongo, wa Uganda. Make sure umesikiliza ipo. Hala, hala, ipo. Upande wa wasanii, msanii Cartoon 47 alikuwa na pongezi kwa Wakenya waliomsaidia Kaluma Boy, lakini pia alikuwa na swali zito, akiuliza kwa nini TikTokers wa Kenya wanasubiri mtu wa trendi kwanza ndio wampe msaada? Je, yeah, hii ni changamoto kwa jamii yetu. Big up kwa timu yote kwa anyone ameenda kusupport Kaluma Boy, but niko na neno kwenyu, niko na neno kwenyu. Mbona nyinyi mnangojanga tu mtu a trend ndio mwanze kumsupport mtu akua kwa, kwa timeline ndio mwanze kumsupport kumsupport yeah? Wengi wenyu mnatumianga hii opportunity ku market your brands, ku market your companies, ku market ku, ku grow your accounts. Hiyo ndio opportunity wanga mna take advantage pale pale. Kwa sababu I'm very sure, I'm very sure kwa DM zenyu kuna watu wengi sana wako na matatizo, wako na shida na wanahitaji support na wanahitaji kusapotiwa na mwa support kwa sababu haujulikani na wa trend. So msitumie huu kijana kwa your own benefits. Lakini mimi watu wengi najua kwa DM zenyu, but jua kwa on trending. So, tu kama inatoka kwa roho yenu. Na hatuwezi kabisa kusahau kipengele cha imani. Mwingine alitufungulia maandiko ya Biblia akionyesha jinsi tukio la Kaluma Boy linavyofanana na mafundisho ya kiroho kuhusu kusaidiana na kuguswa na mateso ya wenzetu. Huyo Governor Ray anaenda kusema ati tulikuwa na shule moja, ati tulikuwa shule moja, mlikuwa shule moja wewe wewe, unatupima mavi wewe, acha ujinga. Na sasa mojo, ulikuwa napachi na kublock. Hata kama ulikuwa na shule moja, ulikuwa hiyo, ni kukuambia aje? Naona wase wengi msia na pachingi na kuacha kwa block, hata wewe kusaidia, hata kukumbuka ile kwenye pia, wewe utakanifonda kutoka kwa block, ndio hata kukumbuka, usikawahi fikiria umejiona. Na nashukuru mavijana kwa sababu vile amekula moto akasema, hatutaki siasa, ashuke ashuke anakuja kutuambia ni ashuke. Watu wameshikana huko, atujuani si by tribe, atujuani by names, wasio wameshikana tu wamesema ni aje, twende tufanye kitu positive change life ya umse. Na sasa mtu mwingine anaona hapo ndio opportunity ya kurukililia, akuja kuleta story ya agenda yake na akuja kudanganya watu wewe, well, tu wapime anyway, acha nisome Bible kabla ni jam. So hii story of the boys ya Kaluma boys imenitumani nikumbuke uh, Isaiah chapter 60 verse 22 ya yeah? Inasema, the least will become a thousand. The least will become a thousand. The least, uyo kijana tu moja, leo amekuwa a thousand. Mm -hmm. Uyo kijana moja leo, amekuwa a thousand. Ame make an impact to that society, to that community. You know? Okay, so the Bible says the least will become a thousand. The small, the smallest, a mighty nation. The smallest, a mighty nation.

hii simulizi ya Kaluma Boy imeonyesha kitu kimoja, ya kwamba nguvu za wananchi, mshikamano wa kijamii na mshikamano wa Afrika Mashariki unaweza kushinda ukimya wa viongozi. Wakenya wameungana, Watanzania wameguswa na sasa dunia nzima inashuhudia. Swali ni moja tu mtazamaji wangu, je, yeah, hii ndiyo sura mpya ya kizazi chetu, yaani watu wajipange wenyewe badala ya kusubiri viongozi. Niachie maoni yako kwenye comment section. Ee bwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi 4 na tano na waachia nyinyi hapo. Ee bwana, tukutane kwenye video ijayo.